Hatimaye, Algeria imefanya hatua kubwa katika mpango wake wa anga na kufanikisha uzinduzi wa ALSAT-3A ambapo ni satelaiti yake mpya ya uchunguzi wa dunia. Tarehe 15 Januari 2026, roketi ya Long March 2C ambayo ilitolewa kutoka katika kituo cha uzinduzi cha Jiuquan nchini China, na kuweka satellite hiyo katika mduara wa sun synchronous, ambapo mduara huo unawezesha satellite kuchukua picha zenye mwanga wa kutosha kila wakati, ambapo tukio hilo pia linaashiria hatua muhimu katika kukuza uwezo wa Algeria katika teknolojia za anga. Satelaiti hii ni ya kwanza kabisa kati ya mbili zilizopangwa chini ya makubaliano ya muda mrefu zaidi ya ushirikiano wa China ambayo yalisainiwa Julai 2023. Alsat 3A ambayo imeundwa kuchukua picha za ardhi zenye azimio la juu na data muhimu inazosaidia mpango wa matumizi ya ardhi, ufuatiliaji wa mazingira, lakini pia na usimamizi wa majanga, jambo muhimu kwa taifa ambalo lenye hali mbalimbali za kijiografia na mabadiliko ya tabia ya nchi. Maafisa wa Algeria waliangalia kwa umakini zaidi uzinduzi huo kutoka katika kituo cha satelaiti ya uchunguzi wa ardhi, huku viongozi wa kijeshi na wasayansi wakifuatilia kila hatua, ambapo Wizara ya Ulinzi wa Anga imesema kuwa satelaiti hiyo itasaidia kuongeza uwezo wa taifa katika ramani za ardhi lakini pia la uchambuzi wa mifumo ya ardhi na kutoa data muhimu kwa mipango na majibu ya dharura. Uzinduzi wa ALSAT-3A ambao unaonyesha ukuaji wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Algeria na China katika teknolojia ya anga AM. ambapo ushirikiano huu hauishi kwenye uzalishaji wa satelaiti bali pia unajumuisha miundombinu ya ardhi ambapo mafunzo kwa wahandisi wa Algeria na usaidizi endelevu wa kiufundi. Hii inasaidia Algeria kujenga uwezo wa ndani wa kufanya kazi kwa kutumia data za satellite na kuimarisha maendeleo ya kiteknolojia nchini. ALSAT 3a inafuata nyayo za mipango ya awali ya Algeria, ikiwemo mfululizo wa satellite ya ALSAT 2 na ALCOMSAT 1, ambayo ni satellite ya kwanza ya mawasiliano ya geostationary iliyoingia angani mwaka 2017. Hii imeimarisha ujuzi wa uhandisi wa ndani na kuendeleza programu za kiufundi za satelaiti nchini. Lakini nikuambie kwamba mara satelaiti itakapokuwa inafanya kazi kikamilifu kikamirifu, itatoa data muhimu kwa kilimo, usimamizi wa rasilimali za maji na mipango ya mijini, lakini pia picha zake za ardhi zitasaidia mamlaka kujiandaa na kupambana na majanga kama mafuriko au ukame, hivyo kulinda jamii na miundombinu muhimu. Aidha, ufuatiliaji wa mazingira utaimarishwa, kwani satelaiti hii itarahisisha zaidi uchunguzi wa uharibifu wa ardhi, lakini pia mabadiliko ya mimea na mwenendo mengine ya kimaeneo ya muda mrefu. Algeria tayari na maandalizi ya uzinduzi wa satelaiti ya pili ya ALSAT-3B, ambayo itakamilisha mpangilio wa uchunguzi wa ardhi wa nchi. Pamoja na satelaiti hizi mbili, zitatengeneza eneza mtandao thabiti wa uchunguzi wa dunia utakaosababisha mipango ya kimataifa, majibu ya dharura na utafiti wa kisayansi. Ufanisi wa uzinduzi wa ALSAT-3A unaonesha jinsi ushirikiano wa kimataifa unavyoweza kusaidia mataifa yanayochipukia kuharakisha maendeleo ya kiteknolojia, kutimiza mahitaji ya maendeleo na kutoa data muhimu kwa changamoto za kimataifa. hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.